Hapa tupo katika hatua ya awali ya maandalizi ya ziara ya mheshimiwa Ulega, waziri wa ujenzi, ambayo ataifanya katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na hasa katika miradi ambayo inatekelezwa na wizara yake. Kwa miaka mingi sana tumekuwa tukilalamika sana kuhusiana na adha kubwa ya maji mengi katika barabara hii ya Kawawa, barabara hii ya, ya, ya, ya Jangwani hapa pamoja na baadhi ya maeneo mengine kama vile pale Mkwajuni juni kuelekea Kinondoni. Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ujenzi sasa wamekwisha toa fedha na tayari wakandarasi wote wako site. Barabara hii kama ambavyo wamezungumza, daraja hili kama ambavyo wamezungumza consultant linatengenezwa kwa si chini ya bilioni 97, na kwamba mpaka sasa mkandarasi amekushalipwa lipwa si chini ya bilioni 14 kama na kwamba daraja hili litajengwa kwa si chini ya miezi miezi 24 ambayo ni sawa na miaka miwili na kwa kufanya hivyo, na sasa amezungumzia kwamba maandalizi ya ujenzi wa daraja letu kwa sasa iko kama asilimia saba kwa maana asilimia saba tangu tarehe mbili mwezi wa tano walipokabidhiwa na kwamba kazi lazima ianze commencement date. Kwa hiyo ndugu zangu wa Dar es Salaam na wakandarasi wote mlioko hapa, mmepewa dhamana ya kutengeneza madaraja haya mjue kwamba hatutengenezi kwa sababu mwaka huu tuna uchaguzi. Tunatengeneza kwa sababu mambo hayo yalishakuwepo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunatengeneza kwa sababu Watanzania wamelipa kodi, na sasa Mheshimiwa Rais ameona kwenye chungu kuna pesa zianze kutengeneza miradi ya maendeleo. Hatujengi kwa sababu kuna presha ya aina yoyote ambayo inatisha mahali popote. Presha ya kweli inatoka kwa Watanzania kuhusiana na adha ya usafiri ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Kwa kandarasi, kafanyeni kazi vizuri. Mheshimiwa waziri wetu atakuja kutukabidhi sisi hizi site. Na kwamba sisi ndio tu wasimamizi wa hizi site. Kilio kikubwa kwa wana Dar es Salaam kilikuwa kwa nini tunafunga barabara nyakati za mvua? Kwa nini barabara zinajaa maji wakati wa mvua? Sasa mwarobaini unapatikana sasa. Ombi langu, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa mkandarasi kwa niaba ya wananchi wa Ilala wa ni kwamba mkandarasi aende kutimiza ahadi yake ya siku mia tatu hakikisha nakamilisha barabara hii ili watu wetu waweze kupita katika ma mazingira yale ambayo Mheshimiwa Rais ametazamia ya pia yafanyike. Lakini sambamba na hiyo, nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wote wa Ilala -wa -wa -wa waendelee kuwasikiliza ndugu zetu wa jeshi la polisi ambao watakaotoa maelekezo ya namna gani tutapita kwenye barabara hii katika kipindi chote hiki e, cha, cha mwaka ambao barabara hii inajengwa. Niendelee kuomba jeshi la polisi kwamba yeyote atakayekiuka ule utaratibu ambao utakaokuwa umewekwa wa kupita kwenye hii achukuliwa hatua kali, ili asije akaonekana kuna mtu anakwepa kupita kwenye eneo ambalo limetengwa, ataweza kuleta foleni na kuleta changamoto kwa watumiaji wengine wa barabara. Naitwa engineer mna mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa manager wa mkuu wa mkoa, tumefanya ziara katika madaraja yako yote matatu. Daraja la kwanza ilikuwa ni Kigogo, daraja la pili ilikuwa ni kwa juni na daraja la tatu ni hili la Jangwani tulipo ni daraja la Jangwani ambao nitarajiwa kuanza ujenzi. Mkandarasi amekwisha fika na amekwisha anza kufanya diversion ambayo itatumika kwa barabara kwa magari hasa yanayotokea Kigogo kuikuja kwenye depot ya BRT.